Kwa majina naitwa Pastor Silas. Uh, kwa majina naitwa Silas Hisa Rubani, ama kwa majina yangu rasmi naitwa Silas Rubani. La pili ambalo limeongezewa sasa hivi sitaitwa Silas Rubani tena, bali inaitwa Pasta Silas Rubani. Uh, sababu sasa hivi nimeshakuwa uh, nimeshakuwa mchungaji nyumba ya maombi ambayo inayojulikana sana kwa jina kama uh, a house of prayer for all nation, nyumba ya maombi kwa mataifa yote. Mimi ndio mchungaji katika uh, nyumba hii ya maombi. Jambo la kwanza, ninawashukuru sana wana Lodwar wa digital wa TV kwa kuweza kunitembelea na kunioji moja kwa moja. Mimi ndio yule Silas uh, Hisa mbunifu wa stesheni ya kwanza ya redio hapa akaunti uh, hii ya Turkana na wengi waliona mitandaoni ikizidi kushamiri juzi, wakati sikukuwa nasikia, bali nisikia tu kupitia marafiki zangu, hata nikasikia pia mingine kutoka kwa chifu mwenyewe akinipigia na kuni kunipatia hongera sana kwa kuweza kuwa kuonyesha wenzangu, ubunifu ni muhimu sana, na kupitia ubunifu tunaweza tukabuni ajira ambayo itakayo waajiri wenzetu, kwa sababu sasa hivi tatizo kubwa la, la ajira limekidi sana taifa letu la Kenya. Mpaka sasa ajira ajira imebidi watu waelekee ugaibuni, ndio pengine wapate ule mshahara utakao watosha au kazi toshelezi kwa sasa hivi. Alinipongeza sana na leo jumanacha han nashukuru sana kwa kuweza kunitembelea hapa moja kwa moja kwa ajili ya kuniuliza maswali matatu mane hivi, maana jana nilikuwa nafuatilia kupitia hiyo kwenye mtandao wa Lodwar Digital na nikaona jinsi ulikuwa umewaeleza uh, wale watazamaji au wale mafani wetu kwamba leo utakuwa na mimi, utakuwa ukiwaletea hadithi yote rasmi kuhusiana na mwanzo wa ubunifu wa redio hiyo, hadi sasa hivi tunaendelea namna gani, ama ni wapi ambapo redio hii inafika imeendelea, ama tulifunga. Nasema shukran sana zaidi. Redi yenyewe bado inafanya sasa hivi, tunajaribu namna ya kuangalia kupanua hayo mawimbi zaidi, yaweze kufikia kukava katika kaunti nzima ya Turkana, na kando na kaunti ya Turkana, pia tuna mbinu tofauti ambazo tumejaribu kuja nazo za ubunifu, ambazo zitakazo tuwezesha sisi, hata mtu akiwa katika taifa fulani anaweza kutusikiza kupitia haya masafa tu, lakini pasipo na mingi kuingilia masafa mengine. Uh, cha pili ukaniuliza ukasema kama uh, je, kuna mwanasiasa yeyote aliyekupiga jeki popote pengine kusaidia? Nasema la hasha. Hapo hiyo nyumona ni wale sisi wenyewe ndio tumejitolea na ile timu ambayo iko pale ndani, pengine leo wametafuta news mali wale wasanii wadogo wadogo ambao wanachupuka chupuka hiyo, i -i charidi, kwa vijijini inakuja. Lengo letu kubwa kwanza hiyo hiyo hicho kituo cha redio ilikuwa ni kuhamasisha jamii eh kuhusiana mambo na maadili mema, kuhusiana na jua kizazi cha sasa kinastahili kwa karibu, alafu ni kile kizazi ambacho kinapenda mambo ya ubunifu ubunifu. Hivi kuna wale wana muziki, si wote watakuwa waandishi wa habari. Kuna wale wana muziki, kuna wale waigizaji, wana wana wana so wanapokuja kupiga story ile Uh, pale kwenye kituo hicho kuna kitu kidogo ambacho wamekuja wameweka pale. So hii kitu kidogo ambacho wamekuja kuweka pale, hicho ndio ambacho kinachotusaidia sisi kwa pamoja tuweze kufanya namna gani, sisi kwa pamoja tuweze kusaidiana na kuilea hadi mahali itakapofika tena. Lakini hivi karibuni wengi wakauliza, kuna kitu kingine ambacho uh, pengine unapania kufanya? Kuna vitu ni vingi sana cha kupi cha chenda kusema hivi kwamba uh, hivi karibuni watu watarajie mambo makubwa sana. Wachana haya ni madogo ambayo tuliyafanya. Haya ni hivi, hivi vitu vilikuwa vidogo. Hivi ni vitu ambavyo tunaviita prototype, lakini tunataka tutengeneze kitu ambacho mzungu akisimama hivi akikiangalia hivi anabaki kikishangaa. La televisheni kutengeneza sio shida. Shida ni udhibiti. Shida ni udhibiti. Unaona? Hatutaki e, twende makosa tupatikane tumevunja sheria, kanuni, vitu kama hivyo. Lakini nashukuru sana serikali yetu ya Kenya ina support, japo hata hiyo kwa ameitazama. Lakini najua hivi karibuni kuna mwenye atakayekuja atakuzwa na roho nakuja na kutusaidia, tutatoka hapo tukienda juu kwao sasa hivi, kwa sababu pia mimi sasa hivi ni mtumishi au mchungaji wangu ni maombi kwa Mwenyezi Mungu afungui, abariki hiyo kazi, iwe kubwa, wale ambao wako ndani waendeleze, iendeleze eh, kazi ya Injili, kukuza vijana na maadili mema hiyo ndio itakuwa ni furaha yetu kuona kwamba pia na sisi tunafika tunaonekana kama, uh, kaunti ya Turkana kwa ujumla katika ramali, wakisema kuna wabunifu pia, sina tunasema tuna wabunifu wetu pia kutoka Turkana, si zile kaunti zingine ambazo zimejulikana tu, wanasema oh, kaunti fulani, sisi na wao tujasoma sijui tulikaa hata, siku hizi watu Turkana pia nasi tumesoma. Eh, ya hapo pengine utaona pale jina ni tofauti kidogo, lakini usijali, utakuja kuelewa. Hapana, sitakudanganya wala sitasema uongo kwamba yote kwa marafiki, niko na marafiki wengi, nikianza na ile shule ya upili ile shule ya msingi kule Loyo, nikasoma Saint Kevin, nikasoma PEG ee, mambo mengi sana ambayo nimeweza kusoma soma pale kwa shule, lakini hakuna kozi yoyote ya uhandisi ambayo nishawahi kuifanya. Huu ujuzi tuna akili ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe aliamua kukubariki kunibariki na vipaji tofauti tofauti amba, ambavyo mimi nao najaribu pia kukuza wenzangu, ambao watakaokuja nyuma yangu hivi, kama jinsi wewe unavijita juma, nichahanukajiita mlezi wa vipaji e, ninashukuru sana. Kwa sasa hivi wewe ndio nayo maneja mkuu ambao unaelekeza nini hicho kituo cha Lodwar Digital News TV. So, kwa hivyo hata pale nyuma tutakuwa na mbinu tofauti sasa, so, hivi tutataka tulete, tuna mbinu nyingine ambayo tunataka kuleta sasa runinga yetu rasmi, ba hatutakuwa tunalipia, lakini itakuwa inafanya mgani, itakuwa inaonyesha matukio yote ya kaunti, taarifa zote za kaunti na pia kaunti zingine tofauti, na kuna vitu vingi zaidi. Tumeona kuna tatizo la usalama pia vyombo, vyombo kama vyombo, pia, vyombo, kuwaza, hivyo pia navyo tunatarajia kuanza kutengeneza hivi karibuni ambayo vitakuwa vinalinda mipaka yetu kwa ajili ya wala adui wasiweze kufanya magani kuingia ndani ama kuitifiana na na nchi yetu. Sasa hivi nawashukuru sana jenzii wote kwa kuweza jenzii wenzangu nyewako mataifa mbalimbali pia na mfweni, kwa ubunifu wenu ili kuweza kuhakikisha kwamba teknolojia inaenda mbio kwa kazi sana na kutatua changamoto zinazo angami zinazo, uh, changamoto ambazo nazo yakumba mataifa fulani fulani hususan mataifa ya Afrika. Na mimi navyosema jinsi tulivyosikia awali kwamba si kila vitu mzungu aje akatutengenezee, pia nasi tuna ujuzi huo.